Habari? Salama. Hongera mheshimiwa. Ha, habari kiongozi? Ha, salama tukashukuru. Hongera. <laughs> Naam. Kazi kazi, naiona kazi si ndogo. Kweli. Ni nani aliku inspire kuanza kufanya hili aina ya biashara hii? Uh, biashara ilinispire baada ya kuona changamoto nyingi kwenye jamii alizokuwa anazitatua Mohamed Deuji. Ukiangalia familia ya Mohamed Deuji zamani, walikuwa anahusika kwenye habari za mazao, na mpaka leo hii atafanya progressing nyingi za jinsi, lakini zote tunaangalia ni nini, ni nini? Kilimo. Kwa hiyo na sekta ya kilimo kama ilivyoanzishwa na kipindi cha Mkapa, I mean, ni Kikwete kwanza, kilimo kwanza, sekta ya kilimo kwanza mm -hmm ambao ndio backbone ya Tanzania na hisi ndio hata Tanzania yote inaangalia kwenye kilimo. Sasa na mimi kama kijana nikaona hiyo pia ni fursa ya kuweza kufanya yeah. Naam na kwenye uanzaji na. U, ulikuwa ni ile interest yako ya kuingia interest ya kuingia kwenye invest, kwenye investment, ilikuwa kuchukua mkopo au ulikuwa na asset asset zako pekee binafsi ambazo zilikufanya uanzishe hiki kitu? Hapana, mpaka sasa hivi nilipofikia hapa, sina mkopo wowote, ila ni ni baadhi ya principle na ya kwamba ni nini ambacho nakitaka kwenye maisha. Ukishalipata lile wazo, lile wazo ndio mtaji wa kwanza. Ukishalipata lile wazo na, unakaribisha watu baadhi ambao wanakuamini na wataamini kwenye ile plani yako ambayo unataka kuifanya, basi then unawaachia kazi na wewe unabaki kuwasapoti kupitia wao, wewe pia umo umo umo ndani. Unajua mimi ni mmoja kati ya watu ambao naamini kwenye vijana na, kwa sababu naamini kesho hujengwa na kijana kwa na kijana pia ni nguvu kazi ya taifa. Kwenye kampuni yako ushafikiria ku, kuweka kwa ajili vijana wengi sana au ushawija ajili vijana ukaona kidogo kuna changamoto fulani na vijana tunaamini kwamba vijana ndo watu wenye, mm, wenye nguvu sana na wenye maarifa mengi sana. Natamani sana ningekuwa na uwezo, ningeajiri kila aina ya kijana kwenye kampuni ya Seddy, ila lakini haiwezekani ko, tunachokifanya basi nimeajiri wale ambao mi nawahitaji, lakini vijana ndio nguvu kubwa ya taifa na wanaweza kufanya kila kitu na wana maono ya mbali na ndo wanaofanya mpaka Seddy hii imesimama, kwa sababu hata mwenyewe pia ni kijana. changamoto Unajua, vijana wanapenda sana starehe hmm, uh, kwenye ofisi yako yao. Changamoto, kitu ambacho naona ambacho kinawakwamisha vijana wengi ni kwamba wanakuwa na matarajio makubwa kushinda kile ambacho walichonacho. Kuta mtu anataka ana, ana aanze kufanya kazi leo, kesho anunue gari kama mtu fulani. Hiyo kidogo inakuwa ni changamoto kwetu sisi ambao tunawaajiri. Kuta mtu anamwajiri anapiga perceptions za mbali sana yeah. Mi naona tu hiyo ni changamoto kubwa lakini kwenye mambo mengine they are very smart vijana, vijana, vijana, vijana, vijana, vijana. Naam, kwenye usafirishaji sasa, tuende kwenye usafirishaji we nafaka zako, yani unatumiaa mbinu gani ya kusafirisha hizi nafaka mm? Tunatumia ma, magari kama mnavyoona tunatumia magari, tunatumia meli. Ikishafika Dar es Salaam kama mfano mteja yupo nje meli, pia kuna kampuni nyingine ambazo pia zinataka kusafirisha mzigo wake ufike haraka, unakuta kwa mfano inahitaji kwa ndege tunafanya pia kulingana na mahitaji ya mteja, lakini sisi kwa humu Tanzania tumebe sana kwa upande wa magari kama unavyoyaona magari basi, ndio ndio wanavyofanya hivyo kwa asilimia. Hadi saa hizi ilipofikia, ni upande upi ambao umesupply sana nafaka zako au bidhaa? Na, na. uh, nafaka kubwa kutoka huku Mbeya Kana sana sana mchele. Basi unakuta unaenda, unaenda kwa mfano unakuta Dar es, uh, Salaam Dar es Salaam pia kuna China, kuna Japan, kuna Vietnam. Ni sehemu mbalimbali za dunia ambazo unakuta ni tunapeleka tuna kulingana na mahitaji ya nchi hiyo ambayo inapotaka au kampuni ambazo zipo huko nje, nini kinahitaji, kama ni maharage, kama ni nini. Kwenye baadhi ya mashule Tanzania pia tunapeleka, ndio soko kubwa lilipo. Yeah, ni hivyo wamatilie pia, sisi hatuchagui, ni popote tu sisi tunapeleka kuingana na mahitaji ya sehemu fulani. Sapoti unaoipata unahisi ni inatosha, au ulikuwa unahitaji sapoti zaidi ili kukua zaidi kwa kampuni yako? Aa, sisi kama vijana sapoti haijai, yani hatujai kuhitaji sapoti ndogo kwa kweli. Sisi vijana tunatakiwa tukusha sana kwa ukubwa, kwa sababu tuna maono mengi tunakuwa na maono mengi ila lakini tunashindwa kuyakamilisha kwa sababu ya tunashindwa kuyakamilisha kwa sababu tunaweza kusema ni mtaji wa kifedha au pia ushauri kutoka kwa, kwa wenzetu ambao wameweza kufanya hizi biashara kabu, sababu sisi ni wageni tu tumeingia juzi, basi tunahitaji kukaa wa na wale ambao washafanyaga biashara zamani waweze kutushauri nini cha kufanya na nini kiendelee. Wanasema kabla hujataka kufanya kitu nabidi uchunguze kwanza changamoto ya kukifanya kile kitu. Ulifanya hiyo Ndia. Kabla ya kuanza hii kazi sindio, ndio nilifanya research kubwa sana na ukagundua, kuna vitu gani ambavyo havipo na nataka uje kuvileta kwenye industri ya karne elfu mbili na ishirini na tano ah, kwenye karne hii kitu ambacho nimegundua, cha kwanza ukitoa changamoto kwanza, nimegundua kwamba Tanzania ni ni nchi ambayo ni tajiri sana kwenye upande wa chakula mm. Kila kitu ambacho ukijaribu kikiangalia ni kitu natural, kwa mfano huko tunapotoka tunatoa mashambani moja kwa moja lakini nchi za wenzetu naona tayari kishapakiliwa kwenye, tayari kwenye, kwenye package ambacho hujui kimetoka wapi, lakini huku naona kabisa kwanzia ya mbolea ni nini kabisa. Kwa changamoto kubwa ambayo ipo, changamoto kubwa ambayo ipo ni kwamba ambayo na nabidi tatuliwe ni kwamba kwenye habari za usafiri, kwa kweli njiani tunakutana na mambo mengi sana kwenye kusafirisha hizi bidhaa inatulia gharama kubwa sana na muda pia, barabara mbovu oh, na sehemu nyingine ambazo mpaka mzigo uweze kufika basi kama mzigo ni wa siku mbili unakuta unachukua hata siku tatu au nne kabisa, kao ni kitu ambacho ule muda unacheleshea sisi na unafanya tusiaminike kwa baadhi ya wateja ambao tumetokea kwa kuahidi, yeah. <laughs> kuna ile ya kuchanganya mchele, unachukua mchele mzuri unachanganya labda na mchele ambao kidogo huko mlidi ile ambayo labda mteja alikuwa anahitaji. Ukimix okay, najua uh inaweza ikaleta taswira -huh. fani hivi nzuri, sinaelewa. Hii uh -huh. we kwa upande wako kama Sedi kwenye usafirishaji na usambazaji wa mchele. Uh -huh. Amfanyaje magumashi hayo? Hapana. Sisi kitu ambacho cha kwanza tumekifanya, maana nikasema tunatoa mashambani moja kwa moja. Kwamba mpaka mtu amepanda kitu na anaanekana anaijua mbegu fulani. Anajua kasa hii ni mbawa mbili, hii ni chaka, hii ni saro. Kuna hapoitoa shambani inapoingia kwenye mashine inaingia kwa kwa grade ile ile mpaka inapakiliwa, inamaliza. Kama bwana, tumemaliza grade hii, tunatumia kwenye mbegu ya chaka, inaingia inakobolewa, ina inamaliza, tunamaliza kwa kila hadi inapopakiliwa, ni hizo hizo na uuzaji ni humo humo. Sasa inakuja kwa wale ambao sisi tunawapelekea wauze kwa leja leja. Sasa wale na ambao nakuta mara wanapaka mafuta maki, sisi hapa tunapenda sana, tunamleta mteja kwa mfano huku anaingia mwenye anaona kwanza mpungo unapokobolewa, anaangalia mwenye kwa ana, ana, anaipanga bei yani, hapa tunapanga bei kulingana na kile ambacho anakiona yeye. Ni grade A, analizia ndio grade A, umekobolewa umetoka A, basi analipia kulingana na grade ambayo anaiona kwamba hamna janajanja yoyote ambayo inafanyika, ila ni mteja mwenye analizia nini ambacho anakiona. Hatuuzi kitu ambacho mteja hajakiona. unawashauri nini ambao wanafanya hizo Janja janja. Ah, wanafanya janja janja, cha kwanza wanatutia sisi katika changamoto kubwa sana. Mwisho wa siku inatuia kwamba hatuaminiki sana. Inatuharibia uaminifu mkubwa sana kwa baadhi ya wateja. Pia tunaua soko la Tanzania sisi wenyewe. Unapochanganya hivyo na mchele unapoenda nje. Mwisho wa siku watu wameshaamini kwamba Tanzania ni best in supplying agriculture products. Alafu mwisho wa siku unakuta kimeenda kule, wamefungua wamekuta ndivyo sivyo. Tunapoteza tunapoteza jina la Tanzania, tunashindwa ku present nchi yetu vizuri. Lakini kama tukipeleka kitu ile ile ile quality ambayo ni, ni ile ile ambayo walikuwa wanaitaka, basi tuna praise sana Tanzania, na Tanzania is among the best food production countries in Africa. Naam, Naam. Mwaka na Naam, kwa kumaliza, huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Naam, ulikuwa na kipi cha kuwahasa vijana ili na wenyewe wajiendeleze wafikie ile stage ambayo wamefikia wakubwa zaidi yani, ambao wale wao unawangalia kama maaido. Kikubwa, tusichague kazi. Tusichague kazi, vijana, kazi ziko nyingi na fursa ziko nyingi sana, lakini sasa, vijana wa siku hizi tunapenda kazi za za ubishoni. Saa fanya hivyo kidogo, itatuia ugumu kwenye kufika malengo yetu yale ambayo sisi o lazima tupambane na tuweze kufika pale ambako tunapatana. Hilo tu ingie, tumombe Mungu. Asante kwa muda wako.